na ukisikia kwamba mtume amefaradhisha usije ukadhania umbeni mtume hapana. Wa ma yantiqu anil hawa, hazungumzi tu mtume kwa matamanio in huwa illa wahyun yuha, isipokuwa ni yale ambayo alielekezwa na Allah. Sasa ameelekeza alichoelekezwa, kwamba ni faradhi kutoa zakatul fitri kwa muumini eh. Kwa nini? Tuharatan liswaimin kwani kutoa zakatul fitri ni utakaso, unatakasa ni utakaso kwa waliofunga. Kwa nini? min allahwi warafqi wa, wa taamun lilmasakin, kutokana na labda kwenye kufunga kwetu tulisema majambo yasiyofaa, maneno yasiyofaa, ama tulifanya hichi tulifanya kile. Sasa unapotoa zakatulfitri, inakuwa inasafisha yale ambayo yaliyosababisha saumu yako he, kidogo ya mushikila mushikila, inakuwa inaenda na kuna hadithi nyingine inasema kwamba uh, saumu huwa in, inaelea baina ya mbingu na ardhi mpaka pale utakapoitolea zakatul fitri, sasa ndio inaenda moja kwa moja hapo. Sasa na unapotoa hii, Mtume ndio anasema wa tuamu lil masakini, lakini pia inakuwa unawapa chakula maskini ambapo Uh, unakuta ile siku ya furaha wote tunafurahi. O so, unakuta wewe unafurahi kwa sababu tumefunga sisi tu, wenzetu fas wenzetu wanakuwa hapo katika hali mbaya, inakuwa sio vizuri. Ndio maana mtume Muhammad, kwa kupitia maamrisho ya Allah, akafaradhisha swala la kutoa zaka. Hivyo basi jitahidi kutoa zaka, na vizuri ya zaka hasa utoe chakula utoe chakula tena, sio kile chakula kinachopendwa, manake huenda ukatoa chakula chakula ambacho sio kwa wakati hapo kinapendwa. Yani chakula kinachopendwa bana, unampa mtu chakula ambacho hichi, kinaitwa chakula cha sherehe, watu wanafurahia, ndo unapeleka hicho eh? Pesa unaangalia labda, maana mtu mwingine, let's say mimi nampelekea mtu mchele, mwingine anamletea mchele huenda labda pia pesa ikasaidia kiasi fulani, kwamba mi nikampelekea mchele au kampelekea pesa, huenda ile pesa ndo akanunua mboga. Lakini wote tukampa mchele itakuwa ni mtihani, na ndio maana kuna wengine wamesema ni vizuri ukatoa pesa, kwa sababu mtu mwenyewe sasa ndo ataamua anunue nini. Lakini unakuta mtu mwingine unampa pesa hafanyi kile ambacho ulichompea, sasa inakuwa ni mtihani kweli. Sasa wewe angalia tu ni lipi katika hayo, ni mazuri kufanya. Lakini pia wanasema kama unaweza kumpa mtu chakula alafu ukampa na pesa, utakuwa ndo umefanya vizuri zaidi, maana kile chakula kwanza unampa kudhibitisha kile umefikisha kile kiwango, kwamba chakula cha zakatulfitri hichi, lakini pesa ya juu kama kuna mahitaji mengine, basi fanyia na kuwa ni vizuri zaidi. Na tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tukubalie somo zetu.